Bado si tutakutumia kwa sababu tunaamini unao uwezo na una moyo wa kujitolea, tutakutumia ili tuweze kuziba kwenye yale ambayo tunaamini ulikuwa umeanzisha kimsingi, na hata mimi nilipoondoka niliacha mambo ambayo nilianzisha. Huwa inauma sana unapokuta jambo zuri ambayo hata wakati mwingine mlitumia rasilimali kulianzisha, kwa sababu mambo ya serikali haliwezi kuanza bila rasilimali alafu baadaye unaondoka unakuta wenzako hawajaliendeleza. Nataka nikuhakikishie, mimi sipendi rasilimali zipotee. Rasilimali ni pamoja na mawazo ya watu waliofikiria wakaweka mambo kwenye maandishi. Nitayatafuta, wapo watu watanisaidia. Nitayapata bali ambapo nitakuwa sijapata basi nitakuuliza ili likuaje, ili tusirudi nyuma tuanzie pale kwenda, kwenda. Kwa hiyo, kwa kweli, hilo nimefurahi, na ndio maana nilikuwa naandika kweli kweli notes, nikawa natamani, hata naona unataka kumaliza, ila natamani uendelee endelee <laughs> kwa sababu napenda kujifunza eh. Hakuna mtu mwenye haki miliki ya, ya, ya, ya, ya uelewa uelewa, tunasaidiana, hasa kwenye mambo ya public. Kwa hiyo hata mimi pamoja na kwamba mtaniambia mzoefu, mzoefu hakuna uzoefu, kila siku najifunza. Kwa hiyo mimi nitakuwa tayari kujifunza nikiamini kabisa na mimi ni muumini wa mgawanyo wa majukumu. Kila mmoja tunafanya kazi moja, kazi zetu zinaelezwa kwa maelezo machache, lakini kila mmoja amepewa kipande cha kufanya. Lazima tuheshimu wajibu wa kila mmoja, hata kama unataka kufanya pengine, unaona hafanyi pale panapotakiwa, uko utaratibu wa kukumbushana, ili tuweze kufika kwenye yale malengo mimi si kiongozi wa kutoka na kuropoka. Mimi siamini katika sifa ya mtu mmoja, siamini, siamini katika aina ya uongozi huo. Naamini katika aina ya mfumo, uongozi wa kimfumo, uongozi ambao unaheshimu structure, uongozi ambao likiwa zuri letu sote, likiwa baya letu sote. Kwa hiyo wajibu ni kukumbusha kwamba hapana, ah, hili linaweza likatuangusha, hili linaweza kutupa sifa, tuna communicate na ndio maana mimi huwa nachukia aina ya wakurugenzi, unapokaa kwenye kikao ambacho mnajadiliana jambo tekniki halafu Halafu wakitoka nje ya geti hapo, ndo mzungumzaji huyo pale wamekosea, unajua wale pale. Kwa hiyo wewe, kwa sasa huko ndani. <laughs> <laughs> Jamaa, mimi wanapenda haya, wewe sema, wewe sema, wewe sema mpaka tunamaliza, kila mmoja aseme, ili tukitoka hapa tukianguka, tuonekana tumeanguka wote, tukifaulu la kwetu wote, na mtu mimi ndo ile mshauri mimi, nitafurahi kwetu, ukinikisia mimi ndo ile shauri hili shauri, wazee safi, hey. Kabisa. Kwa nini sasa, kama ulishauri, si ujisifie kwamba ulishauri kwa, na mimi nafurahi kabisa. Uongozi si wa pamoja, lakini e, si ule wa one man show. Nikupongeze sana kwa imani kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuionyesha kwako, na mimi ni kuahidi kama mdogo wako. E, haya ni makabidhiano, lakini wewe umekuwa menta wangu miaka yote toka niko backbencher elfu mbili na kumi na tano nilipokuja bungeni, umeendelea kuwa menta. Kwa hiyo e, nitafanya makabiziano, lakini muda wowote utakapohitaji hitaji e, jambo lolote ambalo unaweza kudhani labda kwa miezi kumi na moja ambayo nimekuwa hapa naweza nikalifahamu, e, kakangu mimi nitakuwa available muda wote, kwa simu, kuonana uso kwa macho ili kuweza kuendelea kufanya makabidhiano ambayo pengine hatuwezi kuyamaliza.